meshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kadhia hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Ni wasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 imeahidi na mimi nilitangaza ahadi hiyo kwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuwa, uh, na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, tokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo na ndipo tuunde tume ya maridhiano.